for me is very well. Uh, nafikiri mko salama. Mi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wangu, ya leo tunakuja tena kwa hii video mpya, tunataka tuongee kwenye match ya jana, ambapo Real Madrid ilikuwa na mtanange inacheza na timu ya Salzburg kutoka huko Otrich, match iliyokuja kuisha mabao matatu kwa bila Eh, kwa faida ya timu ya Real Madrid. eh, machi ambayo ilikuwa ni nzuri sana kwa watu ambao mlikuwa mnamaliza siku mnafuatilia mpira wa Real Madrid, nafikiri machi ya jana ilikuwa ni machi nzuri sana maana Real Madrid machi ya machi ya iliyoisha ma, Real Madrid ilifunga mabao matatu kwa bila pia, ah, mabao matatu kwa moja samahani, na ila ukitizama mpira waliocheza kwenye mechi iliyopita yani Real Madrid ilikuwa haina mchezo wa kumaintain ball ilikuwa haina mchezo wa kumaintain mpira iti wabaki nao muda mrefu, ila kwa hii machi ya jana wametuonyesha kwamba ni Real Madrid ambayo inapaswa ibaki na mpira, inapaswa iteze kabisa. Ma, ni, ni machi ambayo tumemwona Vini Vini, Vini kama Vini Junior. Eh, Vini Junior wa 2022 aliyepatia uh, Ballon d'Or huyu mchezaji Mfaransa Karim Benzema jana, tumeona machi uh, xxlo ya mchezaji Vinicius Junior ambao alicheza fresh kabisa kwa machi ya jana, alikuwa extraordinary, alikuwa mchezaji mzuri kabisa, alicheza mchezo mzuri sana. Tume appreciate tena mchezo wa Bellingham. Uh, mabao yalikuja kufungwa na Vinicius Junior, bao la pili likafungwa na Bellingham, Jude Bellingham kwa passi murugu kutoka kwa Vinicius, Junior again na Gonzalo Ramos eh, kwenye dakika ya 84 ndo alikuja kufunga bao la tatu na ikawa 3-0, guys match kakuja kuisha hivyo. Eh, sina mengi ya kusema leo, ila Real Madrid wameprove kwa mchezo wa jana, wameprove last day kama wa, ni timu kubwa, ni timu ambayo inaweza ikafanya vibaya kwa kwa kila, kila, kila mpinzani wowote wanaweza kukutana naye, na niseme tu kwamba Real Madrid kwa ushindi wao wa jana waliweza kujishindia tiketi ya kufika kwenye e, moja ya kipindi cha nane cha final e, ambapo watakuja kucheza dhidi ya Juventus Turin toka kule Utaliano. Machi itakuwa nzuri sana e, na mimi nafikiri kwa, kwa maoni yangu Real Madrid itaweza kufunga Juventus maana jana imetuonesha mpira ya na ni karibu sana kusema kwamba Real Madrid imeprove, imeprove match eti imeonyesha kiwango kikubwa, maana eh, Salzburg pia sio timu ya kuchukua kama timu eh, timu ya mfano. Tuseme kwamba imeprove sana, ila nafikiri kama Uh, wame, wameweza kuprove, wameonesha uwezo wao, na pia zipo machi nyingi tu mbeleni. Tunasubiri tuone itakuwaje machi za mbeleni huko uh, ila nafikiri wame, wameonyesha kama wanaweza, acha tusubiri machi zijazo lega. Sisemi kwamba le, uh, e, nani Real Madrid wame, wamesha prove tayari, ya ndiyo, kuna machi zingine zifuatazo, ila kwa kwa, tuli, kwa walivyoanza kutoka kwenye Al Hilal kuja kwenye uh, hii hapa Pachuca na kufikia leo, nafikiri huyu ndo mpira wa kwanza mzuri wamecheza, kudhidi hiyo mipira yote waliyocheza hizi machi zilizopita. Nafikiri Real Madrid ina, ina bahati sana ku, kukutana na Juventus, maana Man City, Manchester City niliyoiona jana ah, havingekuwa rahisi. Mi nafikiri Juventus watacheza vizuri sana Real Madrid. Mi kwa maoni yangu nafikiri hata Real Madrid itafunga Juventus. Uh, pia machi ya Real Madrid sina mengi ya kusema uh, dhidi ya kuwa tu eh, ni mfumo huyu huyu kocha mpya ambaye aligeuza Xabi Alonso ametuletea mfumo wa tatu tano mbili na mfumo unaona kama jana umefanya kazi vizuri sana eh, maana Trent Alexander Arnold na huyu Francesco Garcia walikuwa mbele, walikuwa wameenda ku, wamesogelea kidogo hawa wakina Vinicius Junior eh, na huku pembeni unaona kama walikuwa wa, wa, wa, wako kama wa, kam, walikuwa wamecheza kama midfield hivi wamecheza kama midfield ya nafikiri Real Madrid wacheza vizuri na Manchester City, machi ya jana walikuwa freshi eh, Jeremy Doku alikuwa amewiva kabisa. Nafikiri machi ya Al Hilal na Man City, hamna mengi ya kuizungumzia, Man City itaweza kufunga kwa, kwa urahisi sana. Mimi nafikiri vitaiwea virahisi, ila ongera sana kwa Real Madrid na acha tusubiri machi zijazo tuone itakuwaje guys eh, na, mimi nafikiri maoni yangu yalikuwa ni hayo ya leo, na wewe kama una maoni yako usisahau kudondosha kwenye komenti. Au umeona, umeona machi za jana, unaona Real Madrid itamfunga Juventus? Ni maoni yako. Manchester City itaweza kumfunga Al Hilal toka kule Uarabuni? ya yeah, nadhani ni maoni yako, utaniambia kwenye komenti. Na pia guys usisahau ku to subscribe channel yangu, kama ni mara ya kwanza unaona video zangu, na kuomba sana. Usisahau kusubscribe na kuweka alama ya kengele e, maana nitakuwa nawapatia video za mpira changamfu, kusema mechi zilivyokuwa mamekato, wachezaji wanavyonunuliwa. Nafikiri guys, tutafurahi sana ta tuta enjoy kwa pamoja, naombeni tu na msisahau kwenye comment kutia e, alama ya, ya moto emoji za moto e, ili kuonesha ishara kwamba umemaliza hii video yote. Nawapenda guys.